Ilipoishia sehemu ya pili, usiku wa mvua kali, Bakari aliona maandishi ya damu ukutani, kisasi kimekamilika, sasa ni zamu yako. Alipojaribu kupiga simu, simu ikazima yenyewe. Mlango ukafunguka polepole, na upepo wa giza ukaingia ndani. Ndani ya chumba paka wake alikuwa amebadilika, macho mekundu yakimwangalia kimya kimya, na sauti nzito ikamwambia, umechagua njia ya damu Bakari. Lakini alichokuwa hajui ni kwamba kisasi hicho kilitoka ndani ya roho yake mwenyewe. Hii ni sehemu ya tatu ya simulizi ya pesa za paka. Kabla hatujaendelea na simulizi hii ya kusisimua bonyeza subscribe sasa hivi, like video hii na niambie kwenye komenti unatazama ukiwa wapi leo. Tuone ni wapi mashabiki wetu wengi wanatazama hadithi hii ya kusisimua. Tuanze sasa. Bakari alikaa kimya muda mrefu. Akitazama maandishi ya damu ukutani. Kisasi kimekamilika. Sasa ni zamu yako. Mikono yake ilitetemeka. Chumba kilionekana kuzunguka. Akajikuta akilia bila machozi. Zamu yangu, inamaanisha nini hii? Alichukua simu yake kupiga polisi, lakini kila mara alipoweka namba Simu ilizima yenyewe. Akatoka nje haraka, lakini mvua ilikuwa inanyesha kwa nguvu ajabu, kana kwamba dunia nzima inalia. Alikimbia kuelekea nyumbani, nguo zikimwambatana kwa mvua. Alipofika, milango yote ya nyumba yake ilikuwa wazi. Alipoingia ndani, kila kitu kilikuwa kimetawanyika noti za pesa zikiwa zimetapakaa sakafuni, zikifumuka kama zimewaka moto. Na pale katikati ya chumba alimwona paka wake, lakini sasa paka hakuwa yule yule wa zamani. Mwili wake ulikuwa mkubwa, macho yake yakimetameta kwa moto, na sauti yake ilikuwa nzito kama mtu mzima. Umechagua njia ya damu, Bakari. Paka alisema, ulikataa msamaha, ukachagua kisasi, sasa ulipie. Bakari alirudi nyuma akitetemeka. M, mimi sikukusudia kumdhuru. N, nilitaka tu arudi kama nilivyopoteza. Paka akacheka kwa sauti ya kuzomea, ulimlisha tamaa yangu kwa kila noti uliochukua. Kila pesa niliyoitoa ilikuwa damu ya nafsi yako. Rashidi amekufa ya kwa mikono ya giza uliochochea mwenyewe. Bakari akapiga magoti akalia kwa uchungu, sikutaka afe, nilikuwa na hasira tu, sikutaka afe. Paka akamsogelea, macho yake akitoa mwanga mkali wa damu, kila roho ya kisasi inahitaji malipo. Wakati wako umefika. Ghafla sauti ya mlango ilisikika, mtu aliingia akiwa amefunika mwili kwa shuka. Bakari alipogeuka, macho yake aliona kitu kisichotarajiwa. Ilikuwa Asha mke wake wa zamani. Alikuwa amevaa mavazi meusi, uso umekonda, macho yamejaa machozi. Bakari alisema kwa sauti ya huzuni, nimekuwa nikikuona kila usiku kwenye ndoto, umefungwa na nguvu ambazo huwezi kudhibiti. Bakari alishtuka, una maana gani? ulikuwa wapi? N nilifikiri umeondoka kabisa. Asha akamkaribia taratibu, machozi yakimtoka, niliondoka kwa sababu nilihisi giza likikufuata, lakini sasa nimejua ukweli yule paka si mnyama, ni kivuli cha mtu uliyetaka kuwa kivuli changu. Ndiyo, Asha kaendelea, wakati ulipopoteza kila kitu na ukaanza kulia baharini, ulitoa ahadi kwa sauti, nitafanya chochote kupata nguvu na kulipiza kisasi. Wakati huo ulifungua mlango kwa nguvu za giza. Paka yule si mnyama ni roho ya tamaa na kisasi chako mwenyewe. Bakari alibaki amedua. Kila kitu kilianza kumjia akilini kama kumbukumbu zilizokuwa zimefichwa: sauti aliyoisikia usiku ule kando ya bahari, upepo uliozunguka na macho mekundu yaliyong'aa gizani. Kwa hiyo, kila pesa niliyopata ilitoka kwa roho yako? Asha alimjibu kwa upole, kila unavyolipiza kisasi unajiuza kipande kimoja zaidi. Bakari akaanguka chini, machozi yakimtiririka. Nimekosea, nimepotea. Lakini kabla hajamaliza kuongea, paka alianza kukua zaidi. Sasa akawa mkubwa kama mtu mzima, sauti yake ilitikisa nyumba nzima. Hamtanizuia, tamaa ni ya milele ilisikika, sauti yake ikipotea polepole pole. Bakari aliamuka akiwa amelala sakafuni, jua likiwa linachomoa dirishani. Paka alikuwa tametoweka kabisa, noti zote sakafuni zilikuwa zimegeuka kuwa majivu. Asha alikuwa akikaa kando yake akimshika mkono. Umefanikiwa, alisema kwa sauti ya upole, giza limeondoka Bakari alitazama nje, ndege walikuwa akiimba na upepo mdogo ulipuuliza hewa safi ya asubuhi. na Rashidi? aliuliza kwa sauti ya wasiwasi. Asha akatabasamu kidogo. habari za leo asubuhi zimesema, mtu aliyedhaniwa kufa kwenye moto alipatikana hospitalini akiwa hai, amejeruhiwa lakini anaishi. Bakari akashika kichwa kwa mashangao. kwa hiyo Hakufa? La, Asha akasema, na sasa unayo nafasi ya kweli ya msamaha." Miezi michache baadaye, Bakari alitembelea hospitali mahala pa kulipo mlaza Rashid. Walipokutana, walitazamana kimya muda mrefu. Macho ya Rashid yalikuwa yamejaa aibu na ya Bakari yalikuwa na amani ya kweli. Nilikuuma, lakini bado upo hapa Rashidi alisema, nilijifunza kitu: kisasi huleta maumivu yasiyoisha, msamaha ndiyo njia ya uhuru. Walikumbatiana kimya, machozi yakitiririka. Siku chache baadaye, Bakari alienda kando ya bahari, pale pale alipowahi kulia miaka iliyopita. Alitupa majivu yale ya pesa yaliyobaki ndani ya maji, akasema, mali inaweza potea urafiki unaweza vunjika, lakini amani ya moyo haifanani na chochote. Asha na watoto wao wawili walimfuata nyuma akiwa na tabasamu. Jua lilikuwa linazama likiangaza bahari kwa mwanga wa dhahabu. Bakari alitabasamu akimshika mkono wa Asha. Hatimaye nimejifunza, alisema paka. Aliyetoa pesa hakuja kunipa utajiri alikuja kunionyesha thamani ya roho. Kisasi kinaweza kukuponya kiburi, lakini hakitawahi kuponya roho. Msaada wa giza hauna bei ya chini, gharama yake ni moyo wako. Na wakati mwingine pesa inayotoka kwa njia isiyokuwa kawaida hubeba laana isiyoonekana. Simulizi yetu imefika mwisho, lakini kabla hatujaagana, hebu tafakari kidogo. Tumeona safari ya Bakari kutoka tamaa ya kisasi mpaka kujifunza nguvu ya msamaha. Tumejifunza kuwa mali inayotoka gizani haibebi baraka, bali huzuni, na kwamba msamaha ndiyo dawa pekee ya roho iliyojeruhiwa. Lakini sasa nataka nikusikie wewe. Wewe umejifunza nini kutoka simulizi hili? Tuandikie kwenye sehemu ya maoni. Usisahau kusubscribe kwa simulizi zaidi kama hii, like video hii na ushare kwenye Facebook na TikTok uwajulishe marafiki zako. Bye.